Waheshimiwa maafisa maendeleo ya vijana, katika mengi ambayo tumejadili tunapofunga, ningependa kuzungumza maeneo machache. Jambo la kwanza, ningependa kuwakumbusha wote kwa ujumla wake kwamba kazi hii ni utumishi, ni utumishi ambao tumepewa kwa kutumikia vijana wa nchi yetu. Kwa muda na majira haya, ninatamani tunapoendelea katika utumishi huu kumbuke mambo mawili makubwa yatakayotuongoza. Jambo ya la kwanza, kila mmoja wetu adhamirie kuacha alama. Siku utakapoondoka katika nafasi hiyo, basi kiwepo na kitu ambacho watu watasema, kuna mtu fulani alipita hapa, kwa sababu ya mchango chanya ambao utakuwa umeotoa. Ukifanya hivyo, utakuwa umeongeza chachu ya mabadiliko chanya kwa vijana wa taifa hili ambao wanakuangalia wewe kama mmoja wa watu muhimu katika kuwatimizia yale wanayotarajia. Lakini jambo la pili katika kukumbuka kazini ya utumishi, tukumbuke kuwajibika, na tunapowajibika, tunawajibika katika maeneo manne. Kwanza, tunawajibika kwa nafsi zetu wenyewe. Ni lazima ujihoji kila wakati, je, kazi hii ingekuwa ni ya kwangu, ningeifanya kama ninavyoifanya? je kama ningekuwa ninaonekana kuanzia asubuhi mpaka jioni, inawekwa TV uwanja wa Taifa na ninaonyeshwa maisha yangu katika utumishi, je, yeah, ningeendelea kufanya kama ninavyofanya? Kama jibu lako ni hapana, maana yake you are not giving your best. Wajibika kwa nafsi yako mwenyewe, lakini pili, wajibika kwa aliyekupa nafasi ya kutumikia vijana wenzako.